Ah, ah. Yule ni, blandi, ah, ni blandi gani? Blandi unaitwa na kocha unakataa kutoka. Sawa, Mzee Said yule ni eh. mchezaji eh. lakini pia anapenda sana kujitengenezea blandi yeye eh. kama ya ye nini, kiki yani. kiki ya nini? nini? Kiki. Unaona pale alivyokuwa na Sheria ina kiki kama sheria. Yeye shehe kaisha iona timu yenyewe Mama gwe mama gwe kwa elini. yani pale ni ajieni Simba naye katoka hapo kaenda kajipigia magoli matano eh. watu wenyewe walishajifia. Bernard Morrison naye anawapiga watu chenga mpaka anacheka Oyo, ah. Jana Bernard Morrison alikuwa yupo kwenye competition au ya alikuwa anatengeza, yani kama vile ni kiburudisho tu. Kiburudisho cha nini? Alienda kwa sababu jana ilikuwa anapambana, hadi refa mmoja wake anamwambia bwana, toka kidogo tumweke mwenzio eh. Sitaki, ili tuweze kuona mabadiliko. Sitaki akawa anacheka. Anamwambia mimi hapana. Mimi eh, nitoke mimi, mimi hapana. mi, mi sitoki. Yeye nakuaje sasa kwa mchezaji ambayo ah, sasa na timu na timu yenyewe ina, ina nini Aina mbele wala nyuma, yani hata kama angecheza barua. Ah, tena labda angecheza barua na mwenzie cha Zambi hey. A, nane labda saba, tisa. Sasa unaweka la nini? Labda volcano alikuwa anaupiga kule kwa wajanja wenzie wapi? Kule hamna rafu za kijinga, jinga za kupamiana pamiana kule ndio alikuwa anatembea wao, mpaka Yanga wanajiuliza yo, wanataka kumrudisha Aziz Ki aje acheze na na Simba, kumbe uwanjani wanataka kwenda eh, wale si watakuwa wamemaliza kule? Sasa wana nini wale pale? Chama, eti ndo analendemka saizi. Uwe chama unalendemka, unatafuta fomu za Yanga. Niangalia ah, nini bwana anamsema mpi... ah, na nani na msema. Na msema nani? Hebu kwa vizuri na msema nani? Uwe mjui kama namsema nani. Aziziki? e, uh -huh. e, sasi ndo nakwambia, naomba aje. Mimi nilikuwa na mtu mmoja wa Yanga alikuwa uh -huh. naniuliza taratibu na sheria taratibu na sheria ananiambia, bwana tuna a, tunaomba bwana arudi tuje tukungute naye hii mechi. Nikamwambia mna wazimu, nikamwambia nikamwambia, we mi nakuheshimu, ningekwambia maneno mabovu. Wewe we Azizikia anakula kuku kule kwa mlija, aje arudi tena. Kwa jana tunaona anashuhudia, anakula chuma pale, si vingine. Alafu wanamuweka benchi sana walabu, anaenda kumpoteza mzee. Mwanangu aje tu hapa hapa. Aje wapi? Asije we nenda zako, unamwogopa namwogopa. Um, mi sasa kama namuulize Manula eh? Kama Manula naamwogopi eh, muulize Manula au muulize Kapombe, aliinama? Kapombe. Ay, ay, ay, aliinama. Katika chuma ngapi? Moja moja hiyo eh, eh, fataki eh? Ya maana Manula fata fata na wewe fata, fata na wewe unajua ile wanajeshi wanasema fata fata kafata Manula kanyoosha mkono. Sasa, mkono haujafika sasa mzee Saidi eh, ushindi wa jana wa Simba mm, ni walistia au ni kipaji chao uwezekano wa kuonyesha kwa challenge wanaetaka kuja kutuonyesha siku ya dabi ah? au ni nini, maana ushindi wa jana unajua wa kibabe sana. Hebu nisikilize, ukipiga Yanga huko anajibu. Sikiliza nikwambie, ukipiga anajibu. Kama yeye Yanga alikuwa anataka kushinda kwa kupitia mgongo wetu, ajue huku tunatoa draw naye atoe draw. Hii hamna akiteleza yeah, shauli yake. Huu nakwenda nao mpaka tarehe ishirini na tano waki, e, na wakinifunga waki eh, wakinifunga eh? Ndakoma barabarani, uhakika huu uh, nani Yanga Ahuwa, jana <coughs> kaluka kaluka kaluka <coughs> katia chuma chake anazidi kuacha nyuma bwana, kwani nani nani, Prince Prince Dube, tukishuhudia anamfukuzia Prince Dube <coughs> ana magoli mangapi? Kumi na tatu. Sikaja kakurupuka juzi tu Prince Dube Funsi Dube kakumbuka kurupuka juzi, anakumbuka kati... shuka ukati mbw asha mtafuna wa Dar es Salaam, kwani salikuwa e, anakosa magoli mpaka watu wamempeleka kwa Mamposa, au umeona? Au umesahau bwana? We bana, bwana wee, hajapelekwa kwa Mamposa yule? Kaenda kuombewa haya. Ah, amepelekwa ame kwa, kwa, kwa, kwa Mamposa. A, kipaji chake. Ah, basi ndio huwezi kumfananisha sasa dube na yule yule dube, ameenda kuombewa kwa jina la baba. Ngoja basi ngoja, yeah. Ngoja nikwambie, yeah. Hili swala lipo siku zote kwenye hivi vilabu viwili na kwa nini, Simba na Yanga wakai na wachezaji hivi navyokwambia, Kamara yuko sokoni

Wana Simba tumeshaona kiwango chao kimeisha, wa wanakuja kuwachukua kwa chama. Tayari mlishakuwa sio, kutoka Simba kwenda Yanga. Aa, kutoka, kule young, kutoka Simba. Simba na kwenda Aa, kule ndio, ndio. Umenielewa, wako na misoni moto upo mguni, Dio. Simba waliuza sembuse kamala, watafanya biashara tu, waweza kauza, sio, wanaweza. Simba yani ya yuko sokoni muda wote, time yoyote, vikiwaka kasi Ha. Labda moa angang'anie avute shuka. Si yule Mwarabu bado yupo. Kwani Mwarabu aliondoka nani? Chama, nani Manula ndo hawataki wa hata kumuona watu wa Simba. Siyo tetesi anaenda zake nyumbani kwao. Yani watu kwanza watu wa Simba awataki hata kumsikia bana ha? Ha. Sisi tunakaa mitaani humo tunakaa tunaongea, unakuambia nani Manula. Lo, misi mtake hata kumsikia. Kisa tano ato umemwangushia jumba bovu, ukutuki wakamwangushia jumba bovu. Kila akijikuna analo Kamala, taakifungwa ngapi? Wewe sasa hivi kila mchambuzi utakayemuuliza Kamala, Kamala na jiji Diala anakwambia Kamala. Eh, sawa hata akipigwa goli mbili watu hawashangazi sababu kuna vigezo vilivyoonyesha ndio maana yake, si ndio? Na mimi nakwambia kumi na tano, hata Diala alivyokuja miaka miwili kachukua clean sheet, au miaka mitatu sijui, siu miwili, umeona, sina uhakika nasema. Naona huyu mzee hata naye anachokelea. Sijafuatilia kuvichambua ila mi nawasikiliza wachambuzi wanasema kwa kwamba Kamara ndo first Nambari 1 Tanzania. Leo. Na wenyewe Simba wamesikia hivyo anakuambia anayetaka kuja aje. Sisi tunataka mpunga. Ah, ah, wewe. Samani. Simba kaagi na mtu babu Simba, ulimsikia lini? akakaa na mchezaji kila tukateza siku, tuka, tukatengeneza tena kila kukua siku kukua. Ni watu ako wa kusajili. Atakuja kuleta kitu ambacho wa Tanzania kama mshangao. Paka sasa hivi basi alijaja. mchezaji. basi lenyewe alijaja. Basi linakaa miezi mingapi tangu umekaa kile kikao na kututangazia, sasa hivi imefika miezi mingapi? Potelea mbali mangungu, mimi mangungu anichukie. Miezi mitatu hilo basi alijafika Tanzania, siku tisini tayari, miezi mitatu. Ma mawimbi yana mengi, alikasimama mm, kwanza Poli kwenye majiwawe, subiri wagaratia waje waturukia alafu ndo utajua nini? Ilo basi? Hata <laughs> siwale kulua na doto <laughs> Mzee Said, jana mtani wako naye tukiona uh, Yanga ndio nimekwambia, chama alikuwa analendemka tu. Eh, Azam anaupiga bwana, ktuscha chama akiunyosha wili lake kidogo, ile la assist kutoka kwa Aziz Ki. Ah, kwa nani? Nzinze. Eh. Nzinze ile kachotu kidogo kama mbe blaza. Watu mm. wanakusema sana huko mm, naonekana kama vile kiwango kimeisha. Hebu mm. weka kwa, tutachezesha nyavu mm. chama, tunaona na nauchezesha nyavu. Unakumbuka mechi ya mwisho Simba na na wale JKT? Eh. JKT Tanzania. Ndio kushinda goli moja. Eh, nani aliipeleka nafasi ya na pili, nafasi ya pili, nafasi ya tatu? Nani aliipeleka nafasi ya tatu? Eh ya juzi tunaenda kushiriki sisi, tunaenda kushiriki na hawa kina nani? Tunaenda kushiriki kombe la washindi barani Afrika aua wapi, bwana? Aua alikuwa kaja, wewe unapotea, ya juzi wapi wa bwana. Sisi tunagombea nafasi ya pili na nani? Na, na, na, na, na, na Azamu tunaikosa nafasi ya pili anaichukua Azam nafasi ya kwanza bingwa Yanga, nafasi ya pili anakamata nani kwenye ligi, si ndio? naye kuambia nani, hey. nani aliifanya tukaingangania nafasi ya tatu? kuna mtu alikuwa chini yetu huku, si tukitoa draw tu yeye anaichukua hiyo nafasi. Unamkumbuka? mtaje huyo. Yeah. Chama, chama ndio alienda mpaka dakika ya sabini na nane, Simba hajapata goli na wale watoto wamenuna, wamekamata mwanzo mwisho ndio Mgunda anamwinua Chama, nenda kakamate, hebu nenda katusaidie pale. Chama na kuchukua pasi, inapigwa ile pasi, anakwenda nayo mpaka mwisho. Umenelewa? sijui anatafuta fomu hapo, lakini Yanga waishamtia mkataba ha? Watu wasimba, bwana bado tunaye naye huyo, subiri hapo, alinibishia watu, alienda mpaka kule pembeni, akaenda kalendemka kule, akauchukua ule mpira kama nakwenda kama anapiga wala ah, kuingia akamlengeshea mtu akashika, yeye wa kwanza ndo kunyanyua mikono, ikapigwa penalti, ndo goli la kwanza. Goli la pili akaingia nayo yeye mwenyewe, umeneelewa? Kwa hiyo chama hii da... hii muda huu wa kwenda mwishoni, kama, kama anategemea kuwa nahitaji mkataba, utamkubali chama tamkataa ngoja umpe analeta ngoja ngoja ngoja apewe, um, e, mkataba ndio utajua kwa kipa mkataba nazima e, si unaona, tangu katoka Simba mechi kumi anafikisha, za Simba shida kubwa, alizocheza Yanga shida kubwa. Anasemaje? Mm, kipindi kile nafasi ilikuwa yeye, mm, pale ilikuwa ni changamoto. Huyu shemeji yako mkweo ndio alikuwa kama vile anambania kwambia na na hivi e. Yaani wewe mimi unaweka chama, unaweka Aziz Ki kwa sababu wanajua mimi nampenda sana Aziz Ki, na kweli kwa mpira, sio mimi tu, hata wale nini wale Wydad wamemchukua kwa sababu gani? Mbona wakuja kumchukua chama? Ujue mchezaji mzuri eh. Jana limeingia jana limeingia tu, cha kwanza likapiga kichwa ngii, mpira ule, watu ha, yumo yumo, na mimi bado hamjasema hata ndio wanakwambia aje aje acheze dabi. Ha, tunakata rufaa, wewe utoka huko cheze Marekani na waidadi uje hapa <laughs> tena ujo ucheze da dabi <laughs>

Ah, <coughs> nawajua watu wa Yanga sio? Usije ah, so, <coughs> si bora uwafunge, ukiwafunga wananyamaza wakufunge. Ah, wewe we mi nakwambia nimekaa tu kwenye gari hey, mama mmoja anashika nguo yangu mzee, hii nguo sio nzito. Nikamwambia mama shika adabu yako, fulana iwe nzito, nimenunua kwa hela yangu. Basi zima huku mbele kote watu wanacheka. Hata mimi natembeaga sengine wa miguu. Wewe mchezo ni masiala. Muda huo umeshavurugwa umeshatandikwa na Yanga, maneno ya kero na sasa hivi wanatungoja kweli ha? Kama walivyotuambia Tanga nye subilini, tutakutana kule mtaona. Lakini kwa mziki huu ambao ulionyeshwa jana kwa mimi na imani, japokuwa Ken Gold imeshuka daraja hmm, timu ambao ndio na likuana wana wachezaji wanapigwa simu, kila mmoja. Tunasikia tetesi walikuwa wamejigawa, wamejigawa yani tukishinda Simba, yakishinda tu filimbi, kama tumo uwanjani mule, nisindikize, niende nikagale gale uwanjani mule. ah, ah, akia Mungu ndio dha milango mavambo, mpe mkono ah, na... wala hata sina haja ya mavambo, mavambo nishaongea naye mimi, niende nikabilingite tu mule oh, ili mlade kuwa kwamba kumbe kweli Mzee Saidi alikuwa anaumia kufungwa na Yanga, yani kigoli hata kimoja Kitoke wapi? Yaani Mzee Said Yanga wanakutesa si? Sana mno eh? Mno. Yaani, katika watu wanaonitesa nchini, Yanga wananikosesha raha. Hivi unajua unaweza ukalala ukapitiwa na usingizi afu ukaja ukashtuka ghafla. Ukishtuka ghafla, unatafuta nini kinachoniumiza ndani ya moyo wangu. Unakumbuka, unakumbuka mechi ya tarehe ishirini na tano tunakutana na Yanga <laughs> na wenyewe wanatafuta usiku na mchana wasema, ile iliocheza Jumatano e, lakini mbele yake kuna tano, kuna tano tena. Na utajua mwenyewe e, meza ipinduliwa. Bwana, umeng'ang'ania sana la meza inapinduliwa, mi sijui, japokuwa wote wametia mkono. Hebu nisikilize, siku wakishinda Simba, kama tutakuwa wote mle ndani uwanjani mle niombee kwa wale mapolisi nikagalegale uwanjani eee, na uniletee kitonge asubuhi tu kukicha, lete kitonge, lakini ukiona tumefungwa mule mule, tunasambaratana mule mule. kila moja napita na njia yake eh? Tena mi kama dakika zile zile bado bado zile. Si waga, natoka sana na kwenda kuvuta sigara, yaani tena nitauliza bana, bado dakika ngapi? Bado dakika 10. Mimi mi safari. Wewe unakuja kupiga simu mimi niko mbagala? Ah, e utoke uanze kuzomewa kwa, kwa volkano deka nyingi, kumi nyingi nyingi sana hizo huko nyuma huko. Kuna Dickson Jobu eh? Kuna afande eh? Koplo eh? O, unapita kwa koplo <laughs> Koplo kaisha kamata kakwambia weka korokoroni hawa. Au nafanya mchezo. Lakini labia, jana alikuwa kama nusu dabi unajua. Nusu dabi na nani? Ngoja tuangalie. Nusu dabi na nani? Yanga na Simba. Na nani? Jana wote wanatokea Kariakoo. Ukija kuangalia Ken Gold na Prison wote wanatokea Mbeya. Watu wamekusanyana wanaletwa na bodaboda. Ah? Wanaletwa na bodaboda? Kwa hiyo Simba jana kulipigwa goli tano, Mzee Said anasema zile zilikuwa chache. Ndogo 10 wale. Eh? Wewe wibeta orisoni mbovu yule, anatembea miguu yenyewe imepinda pinda yule. Wewe timu yenyewe umeiona imeenda na nani? Ah, bwana wewe aache bwana. Kabisa. Ah, wewe acha wewe, nyamaza, subiri tarehe 25. Tarehe ishirini na tano. Tarehe ishirini na tano. Wewe subiri. Ila ni moto unawaka. Ah, utajua. Tumalizie na ile mzee sasa, yeah. Tuangalie. Yeah. Bwana huyu bwana namsema namsema namsema, japokuwa nataka kuondoka, tetesi zinaonekana kocha anaondoka Azam FC. Lakini jana naye hakutaka kuchekwa pia, anaambia mabraza mmeupiga mwingi na mimi lazima nifate. Ndio hao hao wote kacheza, kacheza na nani? Tabora. Tabora si alimkanda Yanga pale pale? Alimkanda na chuma tatu bwana wewe, alimkanda. Alimkuta yuko vipi? Kwani alikuwa na pressure kaka? Hebu nisikilize vizuri <laughs> Yanga anapofungwa au Simba anapofungwa chungulia nyuma yake kuna nini? A, chungulia nini ni nini? Nini? Wale walikuwa hawana maelewano wale, walikuwa wamevurugana wale, uh, wale walikuwa wana matatizo, si ndio? Kisa cha nani kuondoka huyu nani nani Gamond, wanasema oh, Simba wamempa hela, sijui wanamweleza vitu gani, ndio maana tuna sijui timu inaenda ovyo sijui nini, wakaamua kumfukuza Gamond akaondoka. Umenelewa. Kwa hiyo wale walikuwa wana ukorofi wao ndani kwa ndani walivyokaa vizuri na niliwaambia hivi msiwacheke Yanga kikuapi leo. Tunakuna vichwa, kaka, mimi naloliongea linakuja kabisa. Niliwaambia msiwacheke Yanga, sasa sasa hivi tunakuna vichwa, tunaumiza vichwa, tuna wafungaji hao ya watu. Yanga kafungwa mechi mbili, Simba kafungwa mechi moja. oh, yeah. Lakini tunakuna vichwa kwa nini? Naniuliza tena ha, na magumu ha. Wewe, mimi nakuambia hivi, mimi nacho nasema hivi uh -huh. Mimi mechi ya dabi ya simba na yanga kuiongelea saizi uongo. unasubiri mpaka tarehe ifike. yaani wamalizane wale halafu niletee kitonge kabisa. matokeo tumeyajua <laughs> au kama unataka kama hivi kesho njoo eh eh kabla ya matokeo, alafu niambie bwana, nimekuja naomba nikupe kitonge mzee Saidi. Eh. Afu ndo majibu atakuja. Eh, hapo ndo nitakwambia wana <laughs> ntakwambia aa mapema katika ile zile waogombania wagombania vinyang'anyiro wa, wa urais wa TFF, umayai bwana akachukua fomu ya kugombea urais. Tunaona awamu ya kwanza katika kinyang'anyiro na wa urais hapo awali na rais wetu Karia aligombea lakini hakakosa, lakini hakukata tamaa Tutama, badu badu, ili nafasi. Wako wangapi waliochukua fomu za urais wa TFF? Kuna hali mayai na nani na imani na mwenye tue. Muda wa kuchukua fomu umeshaisha, bado dakika ishirini ndo mwisho. Tusubiri tusubiri tuone nani na nani wanachukua fomu, alafu wakishachukua fomu wale niletee kitonge. Kuna kitu kizito sana nitakwambia. Ha? Nataka ni kupige na kitu kizito ndani ya kichwa chako chenyewe eh, eh. Ndio yale mambo manne anataka eh, kutimia, eh, kutimia. Nimalize kwa Watanzania kuwa niliongea mambo manne, sasa nataka nimalize. Tusubiri mpaka wamalize kuchukua, alafu tuwape ladha watanzania wetu Bessa. Au watazamaji wetu tuwape radha. Ndio maana nakwambia nataka nimalize niteremshe kitu kizito, na nikiteremsha kitu kizito, ili kusudi watu wasio wanani challenge ya kunuuliza maswali naloliongea, na wakaye wakae na watafakari, sio watukane, sio wabeze, wakae wa tulie. Yanga alikataa kupeleka timu si kwa sababu ya kukosa hela ya ubingwa. Yanga Alikataa kupeleka timu kwa shindikizo la watu kuondoka. Wameondoka, wajaondoka, wameondoka. Naomba ufunge kipindi niendelee au niache eh? Eh? Ah, unataka niendelee? Narudia tena Yanga hawakukataa kucheza kwa kudai hela yao ya ubingwa wa FA. Ah, ah, ila walikuwa na. Yanga walikataa kupeleka timu tarehe kumi na tano mpaka TFF bodi ya TFF ya ligi ijiuzuru. Wamejiuzuru? Hawajajiuzuru. wa nilikwambiaje hapa wakati nawapelekea waandishi, nawapelekea watazamaji wako, nilisemaje? Kuna kitu yanga wanakitaka na wana mambo yao matatu, nikakwambia katika haya mambo matatu wanaongeza moja la nne. Sasa la nne halijakamilika, tusiwape watu vitu ambavyo hatuna uhakika navyo. <laughs> Na sasa kinakuja kingine kitu kizito, kitatua pale kii. Alafu niletee kitonge, au mimi mwenyewe nitakupigia simu bana, nimemaliza, njoo tumalizie. Tuwape watazame, wale hawana shida namalizia wale hawana shida <laughs> <Kupo kwenye mfumo, laughs> <we. laughs> wa mimi siko kwenye mfumo. Mfumo gani? Mfumo wao utaacha watu waje kunitafuta mimi na mfumo gani? Usinizushie mimi, mfumo gani? Ngoja <laughs> tizama, tizama, eh. Tizama unako usitizame unako kwenda, jitizame uliko jikwaa. Wewe mzee Said, uko kwanza hapa eh, wewe nyinyi, ninyi mnaangalia hapa e, unatakiwa uangalie kule, kwa nini hao wanakuwa na kelele? Na kelele hizi hazijaanza jana wala juzi, zina muda mrefu. Sijui unanielewa. Na ndio maana mzee Kalia akawaambiaje, jamani, mimi kama ningekuwa Simba, mmechukua ubingwa miaka mitatu kwangu. Mzee anajitetea lakini <laughs> wamemwambia si uongo, atukutaki hatuna imani na wewe natuka Tembea Paka katibu wako, wako, ukiwatajia j... nani ule Jamali Kasongo, si Jamali, Alimasi Kasongo. Alimasi Kasongo ndio hatutataka kumwona. Kae pembeni. Yaani wa ukishasema mwenyekiti wa bodi ni nani? Si Salim Kasongo. Eh. Si yeye mwenyewe. Mguto. Mguto ndio mwenyekiti kabisa. Yeye ndio. Haya wewe nenda bwana. Yeye ndio mapema mzee. Babu wao. Amesema mimi wote ni asi. Mguto, haya wewe nenda babu wao, watu sikuwa nimemsikia. Nimemsikia kwenye redio mpaka anatia huruma. Hizi kazi hizi yakikufika ya shingoni una, yani yakikufika shingoni ndio ile sawa chi yetu ya amani kakataa geuka. Ndio maana Yanga wamekwambia tuleti timu mpaka wale waondoke. Swali langu kwako, wameondoka wajaondoka? Subiri cha eh mwisho <clears throat> hiyo ndio nakuja kuimalizia. Ndio wanapanga safu kabisa ya uongozi wao Bwana nakukubali sana mm. kwa sababu una vitu ambavyo mpaka mwenye najiuliza huu mfumo Mzee Said kweli yuma au mpila, mpila, lakini, mpila, ukitulia mpira wa Tanzania naam. Unajua nchi yetu ina amani kubwa sana, na amani isikufanye ukaharibu mandhari ya amani ya nchi yetu. Ni kwanza utaratibu wa sheria wa nchi yetu, yeah. Huruhusiwi kumpiga mtu kabisa pasipokuwa na sababu na wala hutakiwi kumpiga, hutakiwi kumtukana mtu kabisa, hutakiwi kumwambia mtu maneno ya hovyo. haileti maana. Sasa wenyewe wanakimbiliaga wao, oh, mimi nimemtaja mtu jina Tam. maneno si yanajulikana, wa wow, ukishasema, <laughs> ukilitaja neno linalomgusa mtu, mtu anajua huyu ehe, huyu ehe, huyu ananisema mimi Umeona sasa, wewe watu kama wale unapita nao, nawabwaga kushoto, nawambia hey, kama yani kama vile chan, chan nani Mabambo analiweka pembeni. Wewe acha bwana, wewe yule mtoto, achana naye babu, alafu anabaki yule undoki, Ay, yule anabaki yule aondoki aliuchukua, ali, mpira mmoja kama anaenda alafu akaufinya. Yanga wanamtaka eh wampeleke wapi? wanachama wao na wanachama wao sisi tuna, sisi yani kazi yetu Bwana yani wachezaji wa Simba ukiwatizama namna hiyo. Ndio maana niliwaambia KMC timu imeiva. Eh? kawaiteni wanenu au mashoga zenu, aja katukana shoga katukana ha? Shoga ni rafiki, ni neno la Kiswahili. Shoga ni rafiki. Sio tusi kabisa. Hakuna mama kaenda kwa shoga yake haya. Unaweza kusema baba akaenda kwa, kwa shoga yake naweza. Ah, nani? Baba kaenda kwa shoga yake, nani? Hey, hey, si kwa rafiki yake Hey, tafsiri yenu nyinyi. Yanga waje si ndio mashoga zetu rafiki hey, zetu wale waje tumalizane nao. Wa, wakatufumua waka kimoko <laughs> katufunga nani? Wao, Kigiri, jamaa mmoja ananipigia simu hey, ananiambia bwana, we Mzee Saidi. Wewe Mzee Saidi nini bwana, wewe yule Kigiri mchezaji wetu, na mimi wewe umeanzisha wewe Acha kumwaribia mwenzio unga. Kumbe kajitahidi atoe lakini Kigiri anamwambia ah, baba. Ah, Kigiri kaenda kausuku. Samani bwana. Blaza bwana. Yaani pale unajua, He, nusu kaputi ilikuwa inamwambia kauweke, kauweke. Alishakula. Walume ndagu wabaya eh? Kauweke. Kwa oh, upande mwingine. Yaani pale huku nyiwe mnamuona mtu kumbe yule limeshavaa liko jini pale ngawa limemng'ang'ania <laughs> pale linamwambia wai kauweke pale unaenda unautoa. Yeye pale anajua goli liko pembeni, kuja kuweka katumbukiza golini kwa halihi sasa eh. Salamu Yanga zinapatikanika za kutosha tarehe 22 na Simba tena naupiga na, na Kagera Shuga wote mm, wameporomoka Yanga mm. eh. naupiga anakwambia naondoka wapi? Zanzibar kupiga na Dodoma jiji alafu aondoke anakaa kule, kule. tarehe 25 anatoka kule anakuja kumalizana yeye. Kuna nukia, kuna nukia tena, mm. Kuna nukia tena. Yule mtoto mdathiru yule yule eh? Yule mtoto mdathiru yule alikupigia simu je? <laughs> Anawapigia Simba ananipigia mie ananijua, salamu na mzee Said, nilionana wapi, si ndio shabiki, haka mkeleketo wa mwana Simba hey. Wako na refa wake yule nani yule yule refa wake nani yule nani yule refa wake na wewe bwana yule nani yule yule refa e aliyokuja kuimaliza Simba juzi wanacheza na Tabora na Singida Big Stars nani ala jiga. Ala jiga. Sasa lefa nani, yule kenda nani? yule mtoto kaenda kamtimba nani yule kiungo wa Simba yule mali yule nani yule Kanuti. Kanuti. Eh. alajiga sikapeta ndo tunaenda kufungwa goli la pili mwaka simsau alajiga yule wewe lakini kiangalia <laughs> katika uhalisia ndo refa ambaye refa wapi wa bwana ana, kitu, apa, anabe, ana kitu gani? Ya kafu, ngoja ya yanga afu yavulagizi awanyonge yanga afu sikie. Eh? Na kwanza mechi. Kuna mbeko upande wa pili? Ah. Eh kwanza ile mechi sijui. Eh? ile mechi ile ya Simba na Yanga. Eh, bwana, huyo ndo Mzee Saidi, tunafunga kipindi, tunamaliza kipindi, anasema tusubilini tarehe 25. Jana ni salamu za Yanga, mnyama akimtungua Gold chuma tano. Kwa hiyo hana baya anakwambia sasa hivi moto umewaka. Hizo ni salamu. Hii ni Chapesa Media. Msikose kusubscribe, kutufollow na kucomment. Asanteni sana.